Uh, siku ya muungano tarehe ishirini na sita ni siku muhimu kwa Watanzania na kuwepo kwa muungano kwamba kunaunganisha watu na kunaleta amani kwa Watanzania, uhusiano mzuri na vile vile harakati za watu au kwa huru kusafiri kutoka Zanzibar kwenda bara na kuendelea. Naitwa Lilian Erasmus. Ujumbe kwa Watanzania wenzangu ni kwamba cha kwanza tufanye kazi kwa bidii kuikuza nchi yetu, tuiheshimu serikali na tayari, kama tunavyoona Mheshimiwa Rais fursa ameshazifungua. Hivyo tutumie fursa kwa juhudi kwa manufaa ya kwetu sisi pia na kwa manufaa ya serikali yetu. Muungano huu una maana kubwa sana kwangu. Kwa mimi ninachokiona, una faida kuu tatu Kiuchumi, kiutamaduni na kiusalama. Aa, mimi ni Mtanzania ninaishi falme za nchi za kiarabu kwa upande wa abu Dhabi. Ningependa kuchangia umuhimu wa muungano huu wa Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Muunganiko huu umetuleta pamoja kupata nchi maarufu ambayo inaitwa Tanzania, na tunaona manufaa ya muungano huu kwa sisi ambao tunaishi huko mbali na nyumbani. Ukitembea tu barabarani, lazima ukijitambulisha tu ni Mtanzania, lazima sifa zako zitakuwa njema, lazima utasifiwa na watu, utakarimiwa vizuri na wenyeji wa mji huu. Kwa hiyo mimi nasapoti muungano huu na uendelee kuwepo. Kwa serikali yetu mama yetu Samia Suluhu anafanya kazi nzuri kuitambulisha, akishirikiana pamoja na mweshimiwa rais mwinyi kwa kweli tanzania iko kwenye sehemu salama kwa sisi ambayo tunaishi ukunje tunaona faida zake tofauti na mataifa mengine kwa majina yajulikana joseph alioba ni mtanzania ni shio, dubai lakini pia ni mfanyabiashara mfanyabiashara niliyowekeza kwenye sekta tofauti tofauti hapa dubai kwangu mimi imekuwa ni, ni, ni, ni, ni furaha ya pekee na imekuwa ni jambo zima la kusema, tunashukuru kwa viongozi wetu. Kwangu mimi kama mtanzania mzalendo na kama mtanzania mhalisia, umoja ni sehemu ya amani, umoja ni sehemu ya urafiki, umoja ni sehemu ya ushirikiano, lakini pia umoja ni sehemu ya nguvu. Tunapokuwa tumeungana sote kwa pamoja kati ya wazanzibari wa Tanzania, tunadumisha umoja maana yake tunaweka nguvu zetu pamoja, lakini hizi nguvu tunazoziweka pamoja, kwa maana nyingine ni tasnia ya kuleta maendeleo. Kwa jina naitwa Yusra Alini, mwana diaspora ambaye nipo falme za Kiarabu. Niko hapa kuzungumzia masuala ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hatuna ukabila, hatuna chuki. Tuzidi kuimarisha ujamaa kupitia muungano huu. Kwa majina naitwa Rusekero Nelson Mwandemange, Tanzania, jasiriamali kwa sasa, niko naishi hapa Dubai. Kimsingi hii ina maana kubwa sana kwangu, of course nafikiri, naamini pia kwa Watanzania wote, kwa sababu sisi wote ni Watanzania, hatusingepata Utanzania bila muungano. Uh, tunajivunia kuwa Watanzania kwa sababu muungano ulikuwepo. Tuulinde muungano kwa wivu mkubwa, tuulinde muungano kwa nguvu kubwa. Katika umoja wowote eh, sababu za kutengana ni nyingi kuliko sababu za kuungana, na sisi tunajua nchi yetu tume tumeunganishwa sio tu Tanganyika na Zanzibar, lakini tumeunganishwa makabila mengi, dini nyingi na kadhalika na kadhalika kwa vyovyote vile, wakati wowote tutakapojaribu kuegemea kwenye kitu chochote kile, tutavunja muungano. Kwa hiyo tunatakiwa tuungane kwa kama wazee wetu walivyofanya kuunganisha kwa, kwa jitihada za maksudi. Hata sisi kuulinda muungano tuulinde kwa jitihada za maksudi. kwa ombi langu la kwanza kwa Watanzania wote popote walipo, tujivunie Utanzania na tuulinde muungano kwa gharama yoyote. Kwa majina anaitwa Osnat Robert Thomas, ni mkazi wa Dubai, nafanya kazi Swahili restaurant iliyopo Dubai. Tanganyika na Zanzibar ni nchi ambazo zilivyofanya muungano kwa pamoja, imetuletea manufaa makubwa katika nchi yetu, ikiwemo watalii kutoka nje ya nchi kuja ndani ya nchi yetu kuweza kutalii. Tunajivunia kiukweli na amani ndani ya nchi yetu, kuna utulivu kuna maendeleo mbalimbali ikiwemo na pia watu wengi mbalimbali kutoka mbali nje kuja kutalii katika nchi yetu. Inayo mengi ya kujivunia kupitia muungano huu, kwa sababu moja, imenipa hadhi ya kuwa Mtanzania badala ya kuwa Mtanganyika. Yaani ni huku niliko ama kokote na kwenda, najitambulisha kama Mtanzania. Muungano huu unanifundisha una kwamba katika maisha yoyote ama katika hali yoyote inayohusisha pande zaidi ya moja, kuvumiliana, kustahimiliana, kuelewana na kuelekezana na wakati mwingine kukumbushana nafasi zetu, ni jambo ambalo linahitajika kila mara. Hili linaweza nikalitumia katika eneo langu la kazi, naweza nikalitumia katika maisha yangu ya ndoa, katika mahusiano yangu na watu wengine kwamba kuna sehemu tunatakiwa kuvumiliana, kuna sehemu tunatakiwa kustahimiliana, kuna wakati tunatakiwa kuelekezana na kuna wakati tunatakiwa kujua kwamba sisi sio wakamilifu tukisimama kwenye upekee, badala yetu tunategemeana, ili tuweze kutengeneza kitu kimoja chenye nguvu.